Kila kitu ambacho kinaweza kuwa kinaendelea hasa kwenye nchi ya Tanzania, kwamba pengine watoto wamebarikiwa na baadhi ya wanaharakati wanaweza wakawachuki, na mamlaka hiyo kwa iki ambacho anekifanya RCO e, wa Dar es Salaam kuweza kumhifadhi ndugu yetu Helbeth kwa siku takribani siku tatu kutoka jana akiwa salama, tuna haja ya kumpongeza ya kwamba katika swala hilo ambayo amelifanya basi Mungu endelee kumwekea na kuwa naye katika roho hiyo hiyo ya huruma juu ya watu wengine. Kitabu cha Mwanzo sura ya nne mstari saba kama ukitenda vyema utapata kibali, usipotenda vyema dhambi iko inakotea. Kama ukitenda vyema utapata kibali. Kwa hiyo hata tu kwa ishara hii na namna ambayo anasio wameweza kumhifadhi ndugu yetu Helbeth kwa siku zote hizo e, na kupata taarifa ya kwamba ndugu wameenda pale wakathibitisha kombe kwa salama, na hajafanyiwa tendo lolote ambalo ni baya, tunaja kumpongeza. Ifahamike ya kwamba sisi huwa e, tunakuwa kali katika mabaya, katika kitu ambacho unaweza ukafanya vibaya, hicho ndicho ambacho tunakuwa kali, lakini atuwe wakali kwa sababu ya mtu kuishi vizuri na kutenda vizuri. Hapana, mtu akifanya vizuri, tuna haja ya kumpongeza. Kwa hiyo niseme tu kwamba serikali, ifahamike, sisi si adui zenu kwa kila jambo, sisi ni adui wa jambo baya, sisi ni adui wa jambo baya, sawa na Isaya 58 mstari wa kwanza Nasema piga kelele wala usiache, piga kelele wala usiache, baza sauti yao kama tarumbeta, uambie watu wangu kwa salau na nyumba yakobo dhambi yao. Sisi ni wabaya ukifanya mabaya, sawa na kitabu cha Isaya sura mstari wa kwanza, kama piga kelele usiache, maana lengo la kukuambia makosa yako tunakuwa tunania ya mbaya

Kwa hiyo kwa iki ambacho tumekifanya rasio, tunakupongeza, lakini niendelee kusema tu ya kwamba mtumishi wa Mungu Helbeth mwachieni, hana tia yoyote ile katika yote ambayo ameweza kuyanena na kuyaongea. Lengo na kusudi ili kuwa ni kutaka usawa kwenye upande wa jamii na hata kwenye upande wa nchi. Ukiwa na utu ndani yako, hautaweza kuona mtu mwingine akiumizwa ukanyamaza. Kwa hiyo alitimiza kazi ya ubiri hiyo, kuona huruma juu ya mtu mwingine, kumhurumia mtu mwingine, kuona huruma ndani ya mtu mwingine. Kwa hiyo hata kwa kipengele ambacho umeweza kumhifadhi na kumwacha salama, mwachieni hadi nyumbani. Ana hatia yoyote. Kama ni majiano basi yataendelea, lakini hana hatia yoyote.